Kitu kilichofanyika leo kwanza, kuna wahuni leo wameenda uwanjani, wanatetea watu, wanadai pointi tatu nje ya uwanja, Yanga sio telimika kisimsa telimika lini? mtendeje nje ya uwanja? afu na lalamika eti tunataka pointi tatu, eti tunataka kukataza maamuzi ambayo yatafanyika ndani ya vikao, eti hayatakiki, wanakataa kama nani? wakati serikali iko pale, waziri husika yuko pale ambaye ameenda pale kwa ajili ya kutoa maamuzi. Tunategemea baadaye maamuzi yatatolewa kwa kwamba mechi itakuepo na siku ya mechi itakuepo na game itachezwa. Gemu lazima ichezwe . Kumbuka wenye mpira wao kafu, wao wanataka mechi ichezwe. Hakuna mechi hakuna kupata pointi za mezani. Sasa hivi ni mechi lazima ichezwe. Kwa hiyo Yanga wajiandae kwa ajili ya mechi. na kelele zao za kusema kwamba wao wametikia nsub Hakuna cha engineer. Nisikize anachokwambia mimi mechi hii inaamuliwa na serikali. Serikali ndio yenye vilabu vyao. Kwanza watu hawajajua tu, hawajajua tu, Simba na Yanga za serikali. Sisi tumeazimwa tushangilie tu. Wao ndio wanaamua mechi ichezwe au huo. Yani, yeye, yeye, na maamuzi hayo hana mechi ita, tarehe itapangwa maana serikali leo likuwepo, tarehe itapangwa na mechi itachezwa, na mechi ikichezwa, Yanga atakufa. Huo ndio kweli wenyewe, serikali ina mamlaka mpira wenyewe, wazee wenu kafu, wanachofanya hivi, nchi husika ikiwa huru, nchi husika ikiwa tayari ni mwanachama wa kafu, wanatambua uongozi uliopo ambao ni wa serikali bila uongozi wa serikali kuwepo, FIFA haiwezi kuwepo, CAF haiwezi kuwepo. Kwa kwa ujumla ni kwamba hivi serikali leo kukaa na wale watu wanakaa bodi ya ligi pamoja na TFF, upande wa Simba na wa Yanga wakubaliane tarehe ya nini, tarehe ya mechi. Ila sasa kuna wauni wamekuja nje ya uwanja, wanasema hivi, hata ungepanga tarehe tucheze, wao wanasema kama nani, timu za watu za serikali, kama nani, timu za serikali hizi. Wao ndio mm. wanaamua game ichezwe mm. au kwa hiyo mm. watu wa Yanga Afrika wategemee kwamba game tarehe itapangwa, wasipokuja Simba tapoa pointi tatu, kama ulivyoona Simba anakuwa bingwa mm. biashara imeisha yeye. Anasema ya kwamba yuko pale kwa ajili ya kusimamia vile ambavyo wanachama, hata uibue mizozo, watu watafuta sheria kwanza, referee alienda uwanjani mm ili sasa Yanga adai hizo pointi tatu. Mechi ile iliahirishwa na bodi, bodi wana mamlaka ya kuahirisha mechi. Mechi ili unenda kuna, unenda kuna yango, mbalaba, ile iliahirishwa, sasa unaenda kudai, unaenda kudai nini? Kwa hiyo Yanga wanaonekana kwamba labda wana matatizo ao mengine binafsi, ila mi Yanga siwashangai. So kama unaweza kutoa basi hapa Wakaenda nalo Bunju kama Yanga ambao kupeleka basi uwanjani, timu icheze. Wakati wanajua mechi inairishwa imepangwa biashara imeisha kwa wana Simba mm. wala sio na wasiwasi mm. tarehe ita, ita, itapangwa mm. na Yanga wakija tutawabonda kama kawaida mm. na Simba atakuwa bingwa mwaka huu mm. wao hata wakwepa, mimi Yanga nawajua mm. vurugu zote hizi, Yanga watataka kukwepa kwamba Simba, kwa sababu ashachungulia kwamba Simba inakuwa bingwa. Tufanyaje? Tufanye vurugu. Mfanye vurugu, msifanye vurugu, Simba bingwa mwaka huu. Kama tamko la matamko ya wazee jana yameatisha, hakuna, hujanielewa. Hata kama jana wazee wa Simba singezungumza mm hata asingezungumza hmm. mwaka huu Simba ndo bingwa, kombe la NBC. Yanga ashachungulia ashaona hmm. Nifanyaje? nifanye vurugu hmm. vurugu ndo yanga ambao wanaifanya sasa hivi hmm. uwanjani. Sasa unafuata nini pale? Nje kuna vijana wamejaa pale hmm. eti wanaosemeje? Wanasema sisi hatukubali tarehe kupangwa. Kama nani wanazungumza, kama nani? Hii nchi hii ina sheria, nchi hii ina kanuni zake. Sheria kama nchi kama ina kanuni sheria zake ni lazima zifuatwe. Wamejazana pale uwanjani vijana pale, alafu injinia Kashakiwete anamwambia endeleeni hivyo hivyo Ele ndani hivyo hivyo, tarehe itapangwa na serikali, mechi itachezwa. Kama Yanga atakuja uwanjani, Simba atapoa pointi tatu. Hiyo tegemeni. Na mimi niwaambieni sasa mtembee na hii. Tarehe itapangwa Yanga ataenda, Simba atapoa pointi tatu. Ule ni uhuni wanaofanya. Huwezi ukaenda uwanjani wakati unajua maamuzi yanatolewa na serikali, ukaenda uwanjani pale unashinikiza, eti kusema kwamba pointi tatu sisi tunataka za mezani. Kwa lipi? Kwa sheria ipi? upo pointi tatu kwa sheria ya nani? Kwa hiyo Yanga anachanganya wewe wenyewe, lakini ndio kama hivi mimi. Yanga mimi si washangai, kama Yanga wako na uwezo walipeka basi Bunju, Yanga mechi imeahirishwa kapeka basi uwanjani, mimi nitashangaa wewe Yanga kwenda uwanjani pale Eti umecheza na pale nje, fulana, atu, Jesu, unasema, atu mm -hmm. Na pale nje wamevaa fulana. Tarehe itapangwa Yanga kama hatakuja Simba atapewa pointi tatu na Simba anachukua ubingwa. Yanga washachungulia, wakajua Simba hii kina mpanzo hii, hatuiwezi. Tufanyaje, tuanishe vurugu? Mbona mbona kuanisha vurugu sio elfu mbili na kumi na nane hivi hivi? Yanga sisi tunawajua vizuri, tukisema hivi Yanga tunawajua. Yanga washazidiwa anisha vurugu. Moja, moja kauli ya mashabiki wa Young Africans wanasema kama viongozi wa Young Africans watapeleka timu uwanjani, tarehe ipangwa na bodi ya ligi viongozi wajiuzulu. Hiyo ni mbwembwe tu. Na <tipos> nimekuambia ni mbwembwe. Yanga alituaminisha, atuaminisha, waezi sisi kuhusu Morrison. Wana rudisha nyuma. Kuhusu nani? Morrison, kwamba Morrison mikataba yake imeenea mpaka mwanasheria wao watu wakaenda kushinda pale TFF kama nakumbuka, wakapigwa chali. Yanga amekutaminisha kuhusu Kagoma, kwamba Kagoma ni mali ya Yanga na mikataba yote wanayo wakapigwa chali. Yanga amekutaminisha kuhusu Ngoma, kwamba shamalizana nao wala nyoka pigwa chali. Sasa sasa leo tunashangaa Yanga kwa, kwa, kwa hilo unaloangalia. Sasa so Yanga sisi tunamjua vizuri toka siku nyingi ni watu wa bla bla. timu ya mpira Tanzania ni Simba. Yanga ni timu ambayo ilileta uhuru, ingebidi kwa sababu Yanga ndio ambayo ilileta uhuru. Baada ya kuleta uhuru ingebidi Yanga ivunjwe kama harusi. Harusi ikishapata kamati baada ya harusi kamati inafanyaje? Inavunja, inavunja, inavunja kamati. Mchungaji, kwa kumalizia, labda mchezo sasa mpaka leo ni vituko tunaviona hivi. Tunaona vituko ambavyo si vya kimpira. Hmm. Uwanjani mnafuata nini? Hmm. Mimi kitu kimeshangaza sana. Eh, tunasema tu nataka pointi tatu, utapewa na nani? Kwa sheria ipi? Hmm. Wamejazana pale, mpaka sasa hivi wako pale, nasema hatutoki hapa mpaka tuambiwe kwamba pointi zetu tatu tutapateje. Kwa nani? Mchungaji, mchezo umemalizika, uh, Jeshua Buda Mutaya anaonekana kwa mwanzo. Bado ila Yanga hujanielewa. Mimi hmm. Nao watu. Nasemeje wamefuata nini kule? Kwa sababu ipi? Timu inakwenda. Nakwambia hivi, wewe unaelewa. Timu inakwenda Misri. Kule mambo ya Misri kule achana nayo. Mimi hao watu wanashangaza watu wa Yanga Afrika. Watu waribia mpira wetu. Si neno la kueleza mimi. Kwamba hivi, Yanga mimi siwashangae kwa mavituko ambao wanavifanya kwenye nchi hii. Mmeelewa mpaka hapo? Ah, twende kwenye game. Twende kwenye. Mpanzo anatoka kama anachechemea hivi. Eh? Labda iwatishi hivi. Hapo hakuna mchezaji leo umia. Kwanza waelewe namba moja hiyo. Pili, bwana mdogo yule namba 5 kashapona. Shemalole. Shemalole. Kipa kama kwa kwa kwa Uganda. Mm. Timu Uganda imeenea, kwa hiyo sisi tunategemea mechi ya marudiano Simba kule atatoa mimi Mbona tukienda hapo mna mnataka kukimbia mnakimbia mnaenda wapi? Jinsi gani nyoo andisha nyinyi ni Yanga, mkiambiwa vitu vya kweli mnakimbia mnakimbia mnaenda wapi? Kwa hiyo kwa ujumla kwamba mechi inayofuata ya Simba Sports Club ambayo tunataka kufanya mechi ya marudio Simba anaenda kushinda 2-1 Dar es Salaam goli moja. And then baada hapo tunaenda nusu finali.